Nam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama darubini ya Channel 1 na karibu tena kwengineko. Mtazamaji, ni kwamba mbunge wa eneo la Kiharu Ndindi Nyoro amesisitiza kwamba hatayumbishwa na siasa duni za kumfanya kujihusisha na ajenda isiyo na maendeleo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa afisi mpya ya utawala huko Kiharu, Ndindi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa alisisitiza kujitolea kwake kukamilisha miradi muhimu kwa wakazi wa eneo bunge lake licha ya kuwepo kwa siasa za mgawanyiko, siku moja baada ya kuhutubia taifa kufuatia kuondolewa kwake kwenye wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa. <coughs> Mbunge wa Kiharu alijipata akihangaika kufuatia matukio yasiyo ya kawaida baada ya wageni waliotarajiwa wakiwa ni pamoja na maafisa wa utawala kwenye eneo bunge lake kukosa kuhudhuria uzinduzi wa afisi mpya za utawala kwenye eneo bunge hilo. Tofauti na mikutano ya maendeleo ya hapo awali ambayo ilihudhuriwa na machifu na maafisa wa utawala, hafla ya leo ilikuwa tofauti, huku wananchi pekee wakimpokea kwa hivyo. Tumelaani hiyo kitendo ya kupiga simu wenye tunafungulia hii, si hii nyumba imejengwa na pesa za serikali, na ni muhimu sana wangefika do at least wachipokee funguo. Mbunge huyo wa Kiharu bila kujali alisisitiza kwamba hatakubali siasa duni. mimi nitaendelea kuheshimu kila mtu, naheshimu kila mtu na mimi sina shida na mtu, mtu afanye kazi yake, mimi nafanya yangu, yule mwingine yake, kwa sababu wananchi ndio tunatumikia Ndindi ambaye kwa sasa anahudumu kipindi chake cha pili akiwa mbunge wa Kiharu, alikuwa miongoni mwa wahasiriwa kwenye mabadiliko yaliyofanywa katika bunge la kitaifa na kuondolewa kwenye uenyekiti wa kamati ya bajeti na matumizi ya fedha kwa madai kwamba alielekeza fedha nyingi kwenye eneo bunge lake. Mimi nikiwa mbunge wa Kiharu, mimi nitaendelea kuheshimu watu, lakini isikuja siku moja mtu aone heshima anapewa afikirie watu wako na uoga. John Kahiro darubini <tipos>